Eng nataka kuchukua nafasi hii aa, kumpa hongera mheshimiwa gavana wa jimbo letu la Meru mheshimiwa Mutuma M'Ethingia kwa kuchukua usukani. Siku ya leo mmeweza kumsikia yale ambayo ameweza kuyataja hapa, na mkasikia ya kwamba ni kiongozi ambaye ameimarika na kiongozi ambaye anaelewa ile kazi ambayo anaenda kuifanya. Mheshimiwa Gavana, sisi kama viongozi wa Meru hapa tuko tayari kuungana na wewe kuhakikisha ya kwamba Meru hii imeweza kusimama na wananchi wameweza kusaidika kimaendeleo, sababu hao wananchi wakati ambapo wanatupatia kazi, wanatupatia kazi wakuwa wanajua sisi tunaenda kuwasaidia. Na bwana gavana, kama vile ambavyo umeweza kunena hapa umeweza kuwapa hawa wananchi leo mwanga ya kwamba hapo mbele kuko sawa. Na mimi nakujua bwana gavana, na sababu umetoka pale Igembe Kusini, nimekujua kwa muda mrefu na najua kile ambacho unaweza kukifanya. Kwa hivyo meruhi kaweze kuikomboa wananchi wakaweze kuifaidika kwa maendeleo. Na nikuambie hivi bwana gavana, hawa wabunge wako wa kaunti waliweza kusimama na wewe sababu waliona hii kaunti wakati huo haikuwa inaenda vyema, na wakati huu wako nyuma yako kuhakikisha ya kwamba wameru wameweza kukombolewa, na kama vile ambavyo wameweza kusimama nawe, pia nawe bwana gavana usiwaachilie nyuma. Wengi waliwadharau, wengi waliona ni kama hawawezi kufanya kazi hawa sawa wa, ni wabunge ambao tunajua wanaweza kufanya kazi kama tu wamepewa nafasi. Hawa wabunge wako uweza kusimama na wao, na najua wataweza kukusaidia kusaidia hii Meru, sababu kile ambacho tunataka katika Meru hii ni Meru iweze kusaidika, Meru iweze kupata maendeleo na wananchi waweze kufurahia. Mambo ya afya umeweza kuyanena najua kuna mipango mingi ambayo uko nayo kuhakikisha afya imeweza kuimarika katika Meru hii na wananchi wanakutegemea ili ukaweze kuimarisha hiyo sekta nakako. Nyinyi wananchi, tunawashukuru sana sababu mnasimama na huyu gavana, na tunawashukuru sana na bwana Gavana Mutuma, endelea kushikanisha Meru. Asante sana, asante.